Baada ya kunisaidia mambo mengi ndo mamaangu mzazi ndo alinyonyesha na alinikuza mamaangu mm. ya, mzazi. Yaani, mambo mengi tuweze kusema kanisaidia mangapi, yeye ndo mama yangu mimi ndo yeye yeye ndo mimi. Kwa taratibu za mazishi leo tumefika tumeona tumefika lakini tatujue taratibu, ya, unajua taarifa kweli zimetoka lakini mm. kuanzia saa saba ile saa mm. saba saa nane ndio kwa hiyo mm. watu wameanza kujua saa tisa kumi kumi na moja mm na, na bado nafikiri sasa hivi ndio tuko kwenye hizo kumi na moja kumi na mbili, na unaona watu ndo wanakuja na nini, familia, watu wanapiga simu. Kwa hiyo taarifa tumetoa ni kwa tayari mchana, ya, kwa kwa hiyo ikawa kwamba mimi na blaza yangu mkubwa, ya, niko mimi na yeye, kwa hivyo ilikuwa mimi siwezi kutoa taarifa mpaka yeye aseme. Kwa hiyo tumezungumza tumejadiliana na nafikiri itakuwa kesho, nafikiri kesho kuanzia saa 4 saa 5 ya, tutakuwa tuko kwenye mipango ya kwenda okay, kuzika taratibu, zingine za rambirambi rambi, kwa sababu najua Chid Benz ni mtu wa watu na watu wengi waliokuzunguka, lakini pia support ni kubwa sana. Labda utaratibu umeweka vipi kama familia rambirambi? Ah, unajua rambi, sio kitu cha kukizungumzia kwamba nahitaji au rambi rambi, nataka rambirambi rambirambi no. Rambi ni peke yake watu wanaokuja tayari ni rambirambi pia, umefahamu, eh kwao rambirambi ni kitu ambacho sio cha kusema nitumieni kwenye namba hii au nitumieni kwenye akaunti hii. Hapana, hiyo itakuwa sio rambirambi, umeona kwao la rambirambi rambi, mtu yoyote yule tunaijuana tunafahamiana, yeah, anatoa chochote, lakini hatu wezi kusema tunahitaji au tunaomba rambirambi, lakini rambirambi ni kitu ambacho kwa ndugu ni lazima unajua, ndugu zangu walioko kona zote za dunia, unajua hiyo ni lazima. Lakini pia, sio kitu ambacho unaweza kusema, labda nitoe namba ya simu au nini. Ya kwa wale ambao wana namba yangu ya simu pia watachonipa kichache pia itakuwa rambirambi, kwa wale ambao wataweza kufika pia kwenye msiba pia ni rambirambi. Hatuna hatuna hatuna neno rambirambi. Pole sana Chidi, uh, pole sana kwa kweli, nauma sana ndugu uh, zako na mashabiki pia wangetamani kujua nini ambacho kimechukua uhai wa mama. Mwenyezi Mungu ndo kamchukua, Mwenyezi Mungu mama. uh. yep. mama labda yep. kulikuwa kuna magonjwa yoyote, kunasumbulia magonjwa? Hawa ni watu wazima, kwa hiyo magonjwa ni lazima, lakini ni Mwenyezi Mungu ndo kamchukua mama, kwa sababu unaweza unaweza ukaumwa hata miaka kumi unajua uko kitandani lakini ukasimama na ukawa mzima na ukaendelea, okay. na shughuli zako. Kwa hivyo mm, ukiona okay. umeenda ujue mwenyewe aliyekuleta kaona, bwana ushakata sana mitaa, sasa rudi tena mjengoni mm. mm. Mwenyezi Mungu toka mchukua mamaangu mm. Nami experience yangu ya kwanza kwa sababu mi babangu yupo mm. zazi, uko mzima mama angu alikuwa mzima mashallah lakini ndio hivyo kachukuliwa, kwa hiyo mara ya kwanza na mimi na experience kama vile wenzangu ambao wanatizama, wananiona, wanaona na mimi pia baba alimpoteza, na mimi pia mama alimpoteza, kwa hiyo hii imemkuta, hii muone, kwa hiyo ya Mungu amemchukua, hatuwezi kusema eti kuna ugonjwa fulani mama alikuwa nao, hapana. Mimi nachoamini hey, Mwenyezi yeah, Mungu amchukua kwa sababu ugonjwa unatibika. Kuna watu wanaumwa sana, wanapona, wakawa wazima. Naona tu Mwenyezi Mungu amchukua kamchukua tu mamaangu ya. Okay, Chidi, uh, mara nyingi umekuwa ukimtaja umeku, umeku sana mama kwenye exclusive zako mbalimbali mm. Labda ni momenti gani ambazo hutazisahau na itabaki kumbukumbu -kumbu kubwa sana kwako? Moment ambayo sitoisahau ni yeye kuwa mamaangu mzazi mm. Yaani, nikitoka kwenye dunia hii ya kamera na, na, na, na mike na nini na, na, na screens na nini ni, yaani bado ni mamangu mzazi, naweza nikaonekana nika nikaonekana anaweza na kaona baba mjinga uchizi uyu limepagawau mlevi mvutaji na au nani, lakini mamangu mzazi anchukulia tu mwanangu. Unajua hiyo ndio moment pekee ambayo ikumbuka hey, mama nchukuliaga tu huyu mwanangu. Yaani, yeah, yani, so mama zetu bwana, yeah, naweza nikatoka huko nishawaka hizo zangu zile shawaka mbaya nini namzingua ni mama, mama, yani, ni hapa Ha, mama, ha, kusafishia mama nilikuwa kusafishia hapa hapo mboja tandika uh, kumbe mimi nataka kumwibia au nishamwibia tayari nini au nimeongea naye tumegombana au tumepata au tunacheka au anaarisia au ananiambia wimbo. Mama wangu alikuwa anapenda nyimbo zangu nyingi sana, kwa nyimbo yangu moja mimi sina habari na wapumbavu, nilifanya nafikiri na wapu, mbavu, nacusi na ngoma hiyo chorus yake anaipenda sana kwa nyimbo zake kwa alikulia bwana nyimbo zako zote kwa simu kwa mamaangu kwa kwa mamaangu unajua yes. Kwa hiyo moment ni ziko nyingi, siwezi kusema kuna moment gani ni mamaangu kwa ni moment zote kwake ni special. Unaweza ukawaambia ukatoa taarifa kwamba vitu vimeshindikana kutokana na msiba ambao umetokea. Oh, yeah, yeah. Niko na show Mwanza nafikiri, si ndio eh? Mm -hmm. Valentine yeah, niko na show ambayo nafikiri sitoweza kwenda, lakini nitazungumza na wale ambao walikuwa wa mabosi wangu. Mm -hmm. Tutafuta siku ambapo nitakuwa nimemaliza msiba. Mm -hmm. Tutafuta siku ambapo nitaenda nita kufanya tena kazi kwao. Wananchi wote uh, uh, wa shoo ambao ambazo nimeitwa haswa hao wa Mwanza wajue kwamba Chidi, okay, alikuwa aje, lakini amepata uh, msiba wa mama uh, yake. Ingekuwa uh, msiba baba wa uh, rafiki au uh, jirani, ningesema ngoja ni bane bane nije, lakini ni mama yangu mzazi, kwa hiyo sioni kwamba itakuwa sahihi nije tena niimbe baada ya siku tatu kwenye shoo muone, kwa hivyo ya wananchi ambao walikuwa wanasubiri kwenye show, mm -hmm. Wajue tu kwamba bahati mbaya nimepata msiba wa mama mzazi. Yeah. Okay. Hakika ni huzuni kubwa sana Chid Benz na sote kwa ujumla, labda tu mara ya mwisho mama mlizungumza nini kabla hajapata umauti? Mara ya mwisho kabisa. Mama yangu nimezungumza naye vitu vingi sana ambavyo sizani kama vitakuwa sahihi kuvizungumza hapa kwenye kamera. Mara ya mwisho. Lakini kwa kuzungumza na mama yangu mongea vitu vingi sana nai kwa mara ya mwisho nimezungumza na vitu vingi ambavyo sio vya kupiga kwenye kamera, lakini alikuwa amesimama kama mama, alikuwa anahakikisha kwamba bwana naona sasa hivi uko sawa bwana. Eh, sasa hivi unajua <coughs> shoganguwe kanipigia, anambia eh, wewe Chidi kanene sasa, wewe mkitambi vipi? Yani vitu kama hiyo, vitu vingine ambavyo yani siwezi nikasema. Mama tutakuwa na furahi yani, eh mpaka nipigia hivyo muone wa Chidi, eh kama mimi hajui kauli kuja imekuona, eh wewe kanenepa nini? Yani kabadilika achili bwana, eh ka change, kaachana yale mambo na nini. Mama kikubwa sana alikuwa anataka sana siku asikie nimeachana yale mambo. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimeachana yale mambo, mamangu ndo ameenda. Ingekuwa mbaya sana kama ningekuwa bado nilipo kwenye dunia ile ya kijinga, afu mamangu ndo ameenda. Ningekuwa sikitambui na hizo hata nyenyewe simu ngenitafutia mitaani huko si ndo maana yake. Ningeanza bwana Chidi anajua hii. Kwani yuko wapi? Bwana tuendeni sio wapi? Tuendeni umeelewa mm -hmm. lakini nipo kwenye utimamu mamangu ndo ameenda. Nafikiri Mwenyezi Mungu yeye alipanga. Sasa bwana wewe e, nitakuhangaisha lakini ukifika kwenye utimamu sasa mimi namchukua bibi uendelee na maisha ya. Mimi ni sema umezungumza sana. Kikubwa tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu asante no, sana. Shukrani sana. Kwa hivyo kesho nafikiri ya brother, naona kaingia hapa katoka kuswali. Nafikiri kesho kuanzia saa saba ya, sasa, sa, ya tutaenda kumlaza mama yetu okay, wote kwa pamoja. Hataweza. Chidi, si tuko hapa? Kwa hiyo kama ratiba zitakamilika tutaomba hmm, uh, brother aje hmm, ili yapo. Brother hawezi kuzungumza. Mimi nitazungumza, wala msijali, mimi ni brother awezi kuzungumza uh, <inaudible>